Habari gani mtazamaji, na hii leo tupo katika chuo kikuu cha Dodoma, tupo na mkufunzi hapa, tutaenda kuzungumzia juu ya matumizi ya teknolojia katika swala zima la elimu. Na mkufunzi, karibu kwa kujitambulisha kwanza okay. Uh, nashukuru sana mimi kwa majina naitwa uh, Semiemba ni mkufunzi hapa katika chuo kikuu cha Dodoma, katika college tunasema college ya social sciences na Uh, humanities lakini pia natoka kwenye idara ya sanaa na taaluma za habari. Kwa wanafunzi na wafundisha ni wanafunzi wanaosoma masomo ya habari kwa maana ya journalism and public relations. Sasa, mwalimu, nahitaji <coughs> unipatie juu taarifa au umuhimu wa kutumia teknolojia katika, katika kufundisha au masomo hasa katika elimu ya juu hapa chuo kikuu, kwa maana inaonekana walimu wengi au baadhi ya walimu wanatumia teknolojia kwa mfumo wa videos au hizo Google Classroom, tunaona watumia assignment, pengine wanatumia mitandao ya kijamii na nini au AI pia zimekuwa zikitumika. Je, kuna umuhimu gani au kuna taarifa gani kuhusu hayo matumizi okay? Uh, umuhimu ni mkubwa sana wa kutumia teknolojia kwa sababu sasa hivi kusema kweli, tuko kwenye kipindi cha teknolojia na sekta ya elimu haijaachwa nyuma katika matumizi mazima ya teknolojia, na hatuna budi wote kuhamia huko na kuitumia teknolojia katika elimu, na endapo kama tutagoma ama tutaacha ama tutaiona kwamba kuna umuhimu, basi siku zote teknolojia huwa inapeleka wakati mbele na kutufanya sisi kushindwa kuendana na ule wakati. Sasa tukirudi kwenye matumizi ya teknolojia katika chuo kikuu, ina maana chuo kikuu hapa kuna shughuli mbali mbalimbali ambazo walimu tunazifanya, kwa mfano kufundisha. Lakini kabla ya kufundisha, kuna kuandaa masomo, kujua nini wanafunzi wangu wanatakiwa kujifunza, kuandaa yale masomo, lakini pia kuyafundisha, kufanya evaluation kwa wanafunzi, kujua kama wameelewa ama hawajaelewa, kuwapima. Sasa katika mnyororo wa shughuli nzima, ina maana shughuli hizi zinaweza zikafanyika ama zikafanyika kwa kwa vizuri zaidi na kwa haraka zaidi na kwa wepesi zaidi, endapo kama tutaruhusu matumizi ya teknolojia. Kwa mfano, katika maandalizi ya somo, kabla ya teknolojia hii kuja vizuri, mwalimu ilikuwa inalazimika uende kusoma usome vitabu vingi sana na wakati huo vitabu labda vipatikani kwa wepesi, uende e, labda library vitakosekana, uende library ya mkoa, na wakati mwingine ukakosa kabisa material ya kufanya. Ukirudi uanze kuchambua, unakuta kitabu kina kurasa mia tano, uanze kusoma. Wakati huo huo shughuli ni nyingi, unatakiwa ufundishe darasa zaidi ya moja, ufanye tafiti, ufanye ushauri. Sasa teknolojia inavyokuja, naweza nikapata content ya kitabu kikubwa lakini kwa kutumia teknolojia ikanisaidia kufanya uh, summary ya kile kitabu. Hatimaye naweza nikapata content ambayo hiyo content inaweza ikanisaidia kuandaa sasa masomo yangu, na kwa kufanya hivi ina maana badala ya kusoma kitabu kimoja hmm, naweza hata nikasoma vitabu hamsini sini, um, eh nikapata kosi kwa kurahisisha, kwa kutumia teknolojia hapa nikapata kidogo hapa kidogo hapa kidogo. Lakini bila teknolojia ukiniambia kwamba nasoma vitabu hamsini ni jambo ambalo ni gumu sana hiyo um, ni katika upande wa maandalizi. Katika upande pia wa kufundisha, unajua, yeah. tuna changamoto pia ya upungufu wa walimu, ama namba kubwa ya watu. Unajua, katika darasa kunavyokuwa na namba kubwa ya wanafunzi, ni ngumu sana kuweza kumfikia kila mmoja na kumsaidia kila mmoja yeah. na wengi wanaokuja pale, hasa labda watu wanakaa nyuma kule, hawapo hawa pale katika kujifunza zaidi, darasa linakuwa kama liko bora, lakini unapotumia teknolojia ni rahisi kumuassess kila mtu kwa sababu teknolojia inakusaidia kuwafikia kwa haraka, kwa naweza kwa mfano, nikatengeneza quiz yangu, ile quiz nikaiweka automatically ikawa inaweza kujisaisha yenyewe. Yeah. Alafu nikatuma kwa wanafunzi wakafanya kwa kutumia labda teknolojia kama Google Form E, alafu baadaye nikapata matokeo bila kutumia muda wangu kuandika sahisha na kusahisha. Ama unaweza nika save muda wa kufanya shughuli nyingine kama vile utafiti, kwa teknolojia inarahisisha